Leo tunakwenda DRC Congo. Nasikia kule DRC Congo ni kwamba M23 wanachezea kichapo kikali sana kutoka kwa wakongomani wenyewe. Mwalimu, naam. Ah, karibu sana. Asante sana. Hii imekaaje bana? Ah, Kwanza... wa mambo mwenyewe <laughs> <laughs> Kwanza hii Democratic Republic of Congo hususan ni eastern uh, Congo hmm. ambayo ni mashariki mwa Congo hmm. huku tunakumbuka pale Goma mm. Eh, Goma pale basi kukawa awa M23 wamejitanua sana pale mm. na wanakaa wanafanya fujo, wanaua watu. Nafikiri we mwenyewe kuna video moja nilikuonyesha mtu wamechukua yale manini yanayotumikaga na babazuka yale, alafu watu wamefungwa hivi wanapigwa, yani mtu anapigwa kama nguruwe yani, so sad kwa kweli. Kwa ndugu zetu wa Kongomani pale wamekuwa wakipitia hali mbaya, lakini kuna bwana mmoja kwanza ni kupeleka kidogo, anaitwa Colonel Nangaa, Colonel mm -hmm. Nangaa huyu ni mkuu wa makundi ya waasi likiwemo mm -hmm. la M23 mm -hmm. kwa hiyo kwa sababu kundi linaloonekana pale kutamba zaidi ni M23 mm -hmm. ambayo M23 imekuwa na viongozi mbalimbali mm -hmm. M23 imekuwa ikihusishwa sana na taifa la Rwanda mm -hmm. kuwa Rwanda inawafadhili na inawapa silaha M23 mm -hmm. ili waende wakaue Wakongomani. Na, ana, Rwanda imekuwa ikikana hayo madai kuwa hapana, sisi hatuhusiki na nini na lolote lile yeah, ni madai ya uongo, na tayari tumeona mataifa mbalimbali yameanza kuiwekea vikwazo Rwanda kwa uh, mauaji yanayoendelea katika taifa hili mm, taifa la Kongo. Kwa hiyo sasa hapa ndipo ambapo kwa sababu jeshi la Kongo, ndani ya jeshi la Kongo, Kongo ukawa na usaliti mwingi mm, na watu mpaka wanauza ramani za vita <laughs> ndio maana sasa, uh, bwana Felix Chisekedi raisi wa Kongo mm. Akawa amemteua jenero Amuri ya Kutumba mm. Eh, ili sasa awatraini hawa vijana wazalendo, ukiachana na askari, maana hili linaitwa jeshi la akiba vijana wazalendo mm. na hawa vijana wazalendo chini ya jenero ya Kutumba mm. na wao wako fiti kweli kweli. Kiukweli ni kuwa, mfano nikuambie kitu kimoja, hawa M23 kwa sababu wale ni watuti ukiachana okay, na Korneli Nanga yeye ni, ni, ni, ni Mkongomani na Korneli Nanga aliwahi kuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi aa, mwaka elfu mbili kumi na sita, ambaye amesema kuwa yeye ndo alimtangaza kimakosa Felix Chisekedi kuwa rais wa aa, taifa la Kongo wakati ule wa Joseph Kabila mm -hmm. Lakini sasa na, naomba nawe nikuulize swali moja hapa mm -hmm. Swali moja la msingi, angalia hawa M23 wao wanajiita ni watutsi wanaopigania haki ya kukaa kwao pale yani, yani, kwa sababu wanajiita wale ni wakongomani wa, watutsi, lakini wakongomani mm. Na mwanzo kabisa walikuwa wanajiita banyamulenge, lakini banyamulenge hakunaga kabila linaitwa banyamulenge, ila mulenge ni mlima uliokuwa unapatikana ambao ni mwami alikuwa yuko huko. Kwa hiyo jamii ya mulenge mlenge kwao, na wao sasa, kwa sababu wakawa wameenda pale wamekaribishwa vizuri kama wafugaji maana, mm -hmm. Wao ni, yao ni ufugaji mm -hmm. Uma kutaga, umewahi kuona wale ng'ombe wanatokaga Rwanda wale, wana mapembe makubwa Ma kubwa, eh, yes, eh, kwa sababu jamii ya watutsi ni wafugaji eh, eh, kwa hiyo ikawa ika iko hivyo. Sasa hawa wakaanza kuji, kusema kuwa Uh, wao ni Banyamulenge, lakini Banyamulenge ni nini hiyo? Kwa sababu <laughs> Banyamulenge hakunaaga kabila la Banyamulenge hmm. wale ni watutsi hmm. lakini sawa, tunakubaliana ndio, pengine tuashumu tu, tu, hmm. kuwa ni ukweli, awa watutsi hmm. walikuwa wanateswa huku mashariki mwa Kongo na wakongomani hmm. Let us assume that, hebu tukubaliane na hilo. Lakini je, kama walikuwa wanateswa huku mashariki mwa Kongo na tayari Goma iko mikononi mwao hawa Watutsi, inakuwaje tena wanatangaza kuwa tunaelekea Kinshasa kwenda kumpindua raisi wa taifa la Kongo? Unagundua hapa ni kitu kingine, hapa sio hayo manyanyasa Sasa eh, imekuwa ni ngumu kwenda kufika upande ule wa Kinshasa kwa sababu ya vijana wazalendo. Vijana wazalendo wako hapa njiani, wanawapelekea moto balaa hawa M23. M23 wamejidai kuua watu, wanawapelekea moto bala hawa vijana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wametoka hapa Goma, Goma walichukua na wameshaichukua Goma na tukaona mikutano yao inakuwa na watu wengi kweli, mpaka watu tukaanza kuingia upepo, tukasema jamani, hili sio kundi la kigaidi, mbona wanapata watu wengi hivi? Kumbe wanawalazimisha watu waende kwenye nini, kwenye, kwenye ile mikutano, kwa sababu wanawatangazia kabla ule mkutano, sema usipokuja kwenye huo mkutano utatutambua, unataandikwa fimbo, wengine ndo wale wanauawa kwa sababu wamegoma kwenda kwenye mikutano. Kwa hiyo Goma wameiteka, wakatoka hapo wakaenda uh, mji mmoja wetu wa Nyabibwe wakauteka wakatoka hapo wakaenda Bukavu. Bukavu wakaiteka, na wakatoka hapo sasa, maana wanasema safari yao ni kuelekea wapi? Kinsha. Kinshasa, kwenda kumpindua rais wa Kongo Chisekedi. Sasa pale wakafika mahali kunaitwa Fizi, wakakaribishwa kabisa pale na waraia, wakawashangilia kumbe mtego bwana. mm. E, raia wamewashangilia na nini alafu wale sasa vijana wazalendo wakawaambia raia, kaeni nyumbani E, eh, sasa huo moto waliopelekewa hiyo siku mm. ndio bala, na bado wameendelea kupelekewa moto mpaka hivi tunavyoongea. Kwa hawa ndio M23 ambao wamedai kuwa wananyanyaswa. Kweli wameichukua Goma, basi kaeni kwa amani basi Goma hapo ambapo mmesema mnanyanyaswa. Wanasema hapana, safari yetu sisi tunafunga safari tuende mpaka Kinshasa tukampindue Rais Tshisekedi. Sasa kama kweli nia ni kutaka kujitoa mikononi, kwa nini mtake kufunga safari muende mpaka tena Kinshasa ili mkapindue ya Kongo kwa. Unagundua hiki ni kitu kingine, hii sio kunyanyaswa kwa kawaida ambako wanakuongelea. Mimi nimepata swali la kujiuliza hapo mwalimu. Ndio. kwamba tunafahamu kwamba uh, nchi ya Kongo inaaminika kuwa ina jeshi zuri ambalo linaweza likapambana kwenye vita mm. Sasa imekuwaje kuwaje kwamba hili jeshi la Kongo limefeli kupigana na M23 kiasi, yes, kwamba rais ameamua kuwatumia vijana wazalendo wa jeshi la akiba na limeweza kupigana na hawa waasi. Je, hmm. Yeah, jeshi la Kongo lina udhaifu gani ambao umejiingiza hapo katikati hata kushindwa kupigana vita? Ni kama nilivyokuambia, ndani ya jeshi la Kongo kumekuwa na usaliti ndani ya jeshi la Kongo kuna watu wanauza taarifa mm. Mfano, katika huo mji wa Fizi, kumbe jeshi lilikuwa na silaha za maana, silaha nzito ambazo wangeamua kweli kwa nia ya dhati kutaka kupambana wangepambana na wa M23 wangewashinda, lakini kumbe zile silaha wamezichimbia mahali hivi kwenye handaki, wameziweka wanawasubiri M23 waje ili hili li jeshi la Kongo lichukue zile silaha, wawape wale M23. Sasa yes, umeona. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya usaliti. Lakini bahati nzuri sasa pale kwenye yale mahandake hawa vijana wazalendo wakawa wameshafika, hapa tunaongelea ni kwenye mji wa Fizi huko, wakawa tayari wameshafika na wamezichukua zile silaha, ziko mikononi mwao kwao. Ndio maana rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema yuko sasa anataka kuunda jeshi bora, askari wenye nidhamu ambao sasa nidhamu yao basi watapigania taifa lao. Kwa hiyo itakuwa imesaidia. Mm. Lakini vijana wazalendo wao ni wazalendo kwa sababu taifa lile ni la kwao. Mm. Na siku zote tumekuwa tukiongea, Wakongomani wanatakiwa watakiwa wapambanie nchi yao. Hakuna mm. mtu atatoka nje aje wapambanie wao. Lazima wapambanie nchi yao na historia yao. Ndio vijana sasa hawa wametokea chini ya Jenerali Amuri ya Kutumba kwenda kupambana na hawa hawa M23. Yes. Siku zote a uh huyu rais wa Rwanda mm. amekuwa akikanusha kwamba yeye sio mfadhili wa kundi la M23. Yes. Na hawa M23 uh, mwanzoni walionyesha kwamba wao wanapigania haki yao ya kuishi mpaka mm. hapo wameonyesha kwenda kumpindua rais wa Kongo. Je, mm. yeah, kuna uhusiano ambao ni wa karibu sasa hapo, yaani yale makisio ya ukaribu kwamba ni kwamba wameagizwa sasa ili kwenda kuipindua ile nchi na iweze kutawaliwa na taifa la Rwanda. Uh, mambo ni mengi lakini mimi sio msemaji wa hilo <laughs> kwa sababu uh, rais wa Rwanda Paul mm. Kagame yeye amekuwa akikanusha mm. ayo madai, ingawa watu Umoja wa Mataifa umeingilia mm. mataifa mbalimbali yameingilia, ndio maana unaona Marekani imemwekea vikwazo Rwanda, uh, Uberigiji imeweka vikwazo kwa Rwanda, Ujerumani imeweka vikwazo kwa Rwanda, Kanada mm. imeweka vikwazo kwa Rwanda, na mpaka rais wa Rwanda mm. akawa amesema hivi vikwazo vinatuvunja moyo mm -hmm. ndicho alichokiongea rais wa Rwanda mzee Paul Kagame, hasa vikwazo vinatuvunja moyo. Lakini bado ameongea amesema, hata na vikwazo tutaishi maisha mazuri kuliko tulikuwa tunaishi mwanzo mm -hmm. wekeni vikwazo kwa kadiri mnavyoweza mm -hmm. lakini tutaishi maisha mazuri kuliko tunavyoishi mwanzo. Kwa sasa kama ulivyosema, watu wanaashumu kuwa ina maana hii banake Kongo ndio inayotakiwa, kwa sababu kama hawa wanatoka hapa Goma wafunge safari kuelekea Kinshasa. Wakati wao walisema wanapigania uhuru wa nini wa, wa, wa kwao, lakini madai ya Kolonel Nanga yakawa tofauti madai yakawa ni kuwa uh, serikali ya Kongo imeshindwa kuwatendea mema wananchi mm. Kwao tunataka twende kule tukaipindue ile serikali mm. ili sisi tuwatendee mema. Kwa hiyo mm. mm. Lakini unakuja kugundua tofauti, kitu kiko tofauti ndani ya hilo ambalo sasa wanaloliongea liko tofauti mm. ya, sasa kwenye, kwenye, kwenye hali ya uchumi wa Kongo ni kwamba mpaka mm. sasa hivi inaaminika kabisa kwamba uchumi wa Kongo umesha anguka mm -hmm. E, kulingana na vita ambayo inaendelea pale Kongo na hawa waasi wanasema kwamba wao wanataka ukaitendee mema Kongo, na tayari wameonyesha kwamba hawa ni wakorofi, wameshafanya maasi na nini. Je, yeah, kama wakifanikiwa kuchukua nchi, taifa linaweza likawaamini tena? Aa, sasa kama wakipindua, mm. hauna namna mm. ni lazima uheshimu mamlaka mm. kama wamepindua, mm. kama wakifaulu kupindua, lakini mm. Mm. lakini sidhani kama hilo litafanikiwa, kwa sababu Felix Tshisekedi ameweka madini chini mm ili Wamarekani waje walete kambi za kijeshi huku. Umeona jambo ambalo kidogo hata Ibrahim Traore amelishangaa mm. Kwa sababu Traore kule anapambana, kambi za kijeshi kuziondoa sawa, wa Faransa <laughs> na Wamarekani. Alafu rais wa Kongo mm, yeye anataka kambi za Marekani za kijeshi zije kwa kutoa, kwa sababu uh, mwezi wa pili tarehe ishirini na moja ilikuwa ile Felix Tshisekedi aliandika barua, aliandikia Marekani kuwa hapa mtakuja, mkija mtachukua uranium, mtachukua cobalt, alikuwa madini ya nini tantalum, lakini na madini gani sio mengine kama aina nne hivi alizitaja. Ndilo jambo liko hiyo. Alafu kambi za kijeshi za Marekani zinakuja upande wa huko Kongo mashariki kwa ajili ya kupambana na wazi. Sasa huu ndio mwanzo tena wavurugu tena, kwa sababu mzungu hana shida, wewe ukifa hana shida e, shida yake ni achukue kitu ambacho anakitaka. Kwa hiyo maana yake hata wakifaulu hawa kupindua bado itabidi wakubaliane. Mimi nikushukuru bwana ah, nina mawili ya mwisho mawili tu awangu sasa, moja kati ya vitu ambavyo vimefanya Kongo ipigane sana hmm. Ni pamoja na madini kuchukuliwa kupelekwa nje, na tayari wageni wamekaribishwa. Wee, unaiona taifa la Kongo kuwa wapi? Sasa paka wageni wakiingia, tegemea yanayoendelea yataendelea hmm. kwa sababu aa, ni kama yaliyokuwa yanaendelea Bukina Faso hmm. Bukinafaso ilikuwa inaendelea hivyo hivyo, lakini makundi ma, ma ya kigaidi yako pale yanasumbua. Alafu jeshi la Bukinafaso likijaribu kuonyesha nia ya kutaka kupambana nao, Mfaransa anapiga mkono, ambia acheni. Kwa kwa nini? Kwa sababu the way ambavyo jeshi la la Bukinafaso linakuwa dhaifu, ndivyo ambavyo a, Mfaransa naye anapata nafasi kubwa ya kupeleka kambi zake za kijeshi pale na wale wanajeshi pale. Kwa hiyo hata hapa Kongo ndugu yangu wewe tegemea tu hilo hilo, kuwa kama wameamua kukaribisha kambi za Marekani za kijeshi za Marekani. Marekani anatafuta madini Fisika. E, ndio ndo, ndo maana yake. Umeona kilichotokea Ukraine, wamemsapoti miaka mitatu ya vita, alafu ameingia Donald Trump anasema leta hela zangu bwana, namwambia Zelenski zere boy anamwita comedian, naambia se we mchekeshaji, hebu leta hela zangu. Mmepigana vita vya kijinga ambavyo mlikuwa mnajua mwezi kushinda, haya tunakupaje hela sisi? wana <laughs> madini pale, madini ya dimu Amesema tumetoa bilioni mia tatu na hamsini dola za kimarekani bilioni mia tatu na hamsini Pale kuna madini ambayo wanataka asilimia hamsini ya yale madini yanayogharimu dola za kimarekani bilioni mia tano hmm. Kwa hiyo umeona, maanake taifa la Ukraine ndio hivyo, lakini Ulaya na wao pia wako pale, wanachimba madini. Kwa hiyo usifikirie eti wewe watu wanakupenda sana, no. Wangepambana wao wenyewe, wakongomani wenyewe. Kama hivi wazalendo hawa, chini ya jenero ya Kutumba, wamepewa silaha, wapambane na hawa wahakikishe wamewatimulia mbali, wamefutilia kabisa mbali hayo makundi, hiyo ndio wataweza. Lakini umkaribishe Marekani aweke kambi zake za kijeshi, wewe unacheza wewe. Ndo maana Trump sera zake ziko clear kabisa ndo, amesema jeshi letu sisi sio polisi wa dunia, unataka ni kulinde, niambie una nini? Ndo hapa sasa, huyu nani chisekedi akaandika bwana, mimi na uranium na cobalt tatarium na hii uh, i, nini kwa hiyo ndio maana yake uh, Rwanda ni nchi ndogo sana hmm na siku zote rais wake ameonekana akiwa anavimba pamoja hmm. na kuwekewa vikwazo. Lakini amevimba, kitu gani kinampa kiburi huyo bwana? Nikujiamini, nikujiamini hivyo eh, ni hmm. tu <laughs> <laughs> nikujiamini. <laughs> Uh, kwani Uingereza unaiona ilivyo eh? Ni kanchi kadogo sana, lakini Uingereza imetawala dunia. Ungeshangaa ni kwa nini kanchi kadogo kaitawale dunia Inakuwaje? Walijiamini, na baada ya kujiamini, wakaja wamekuja wameitawala dunia, makoloni kibao nani, mpaka leo hii Uingereza bado ana makoloni. Ufaransa ni kinchi kidogo, lakini kimetawala hii West Africa yote na mataifa mengine. Nikujiamini. Kwahiyo Rwanda, rais wa Rwanda anajiamini, yani akisimama anasema ndo hivo hivyoje, mm, e, hivyo mtafanyaje sasa? Ni kujiamini amejiamini. Mimi nashukuru, asante sana. <laughs> Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Jina langu naitwa niko, nami ni african boy yeah. Tupo hapa kwenye chaneli yetu pendwa kabisa ya Ukuu wa Mwafrika. Usiache kulike, kukomenti, kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati. Asante.